Mi nimekuambia yenye mi nimeona kwa ukubwa yangu, hata ukipanda kwa mtu mzima, naona nikikupata tena. Yule kijana hapa Jose ati yeye ati mimi ni Yuda, Jose kwa Yesu.